Maandamano ambayo pia yanasubiriwa kule Tanzania ama tu demonstration ambazo zinasubiriwa kule Tanzania zinaendelea tukuzua hisia tofauti ama endelea kuzua reaction nyingi sana pale katika social media ama katika mitandao za kijamii baada tu ya Samia Suluhu kuanza ku take action. Kuanzia sasa hivi inasemekana tu kwamba tayari mpaka ama mipaka zote za kuenda Tanzania kutoka Kenya, a, zimeweza kufungwa kule Tanzania, hakuna kuweza kuingia ama kuweza kutoka Tanzania, kama basi uko Tanzania basi na ku sana sana kurudi Kenya ma Kenya maana ngumu. Uh, kuingia Tanzania Tanzania tu tu tu tu inakuja siku moja kabla tu ya maandamano, ambayo pia pia imesemekana kwamba itafanyika kule Tanzania, ambayo pia uh, inaongozwa tu na jenzi wa kule uh, kitu ambacho pia labda tu tayari Samia Suluhu ameweza ku aliweza kusema tu ya kwamba sio wa Tanzania kabisa walikuwa wanaandamana, akisema tu ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa tu wametoka nje ya nchi wakijifanya wanafanya kazi za boda boda, lakini walikuwa watu ambao pia waliweza kushiriki maandamano ya kule Tanzania, kitu ambacho pia kiliweza kukosolewa vikali zaidi, message ambayo pia, baada tu ya kuweza kufunga mpaka wa Kenya na Kenya na Tanzania, inaonekana tu ni kana kwamba wakati yule alikuwa anaongelea tu baadhi ya wa Kenya kuvuka kule kuweza kujaribu kuweza kufanya kufanya maandamano ama kuweza kusupport wa Tanzania kwa maandamano ambayo pia wamekuwa kiendeleza ya kujaribu kutafuta tu haki ya uchaguzi baada tu yeye kuweza kuchaguliwa uh, kama rais ambaye pia uh, watu wengi tu zaidi bado uh, wanapinga uchaguzi wa Rais Samia Suluhu akisema tu kwamba aliweza kujichagua mwenyewe. Na ndio maana tu uh, mara nyingi zaidi uh, support kubwa ya Tanzania inatoka tu hapa nchini Kenya, na ndio maana tu ama watu kuweza kufunga mipaka, kwa sababu the last time pia tuliweza kuona kuna baadhi ya Wakenya uh, kule upande wa Namanga walikuwa wanajaribu kuweza yataweza ya ya ya ya kuwa makubwa zaidi kuliko ya siku ya uchaguzi ambao pia watu wengi tu zaidi waliweza kupoteza maisha yao, wengine tu wakaweza kuumia. Kitu ambacho pia tayari Samia Suluhu ameweza kuonya mtu yoyote ambaye pia ataweza kujitokeza kuandamana, basi serikali itaweza kudili eh, kwamba ya ya kuna kitu labda ameweza kushuku kuhusiana na wa Kenya kuweza kuwa support wa Tanzania wa karibu zaidi, kwa sababu wa Kenya wana uzoefu wa maandamano, kitu ambacho pia wameweza ku, um, kuiga ama kukopi tu hapa nchini Kenya. Ni issue ambayo pia itakuwa nafuatilia wa karibu kungoja zaidi. Aa, embassy ya Kenya iweze kutoa tu uh, neno ama iweze kutoa message yoyote kuhusiana na hiyo issue zima, atakuwa na update katika Udaku 254 na make sure ume subscribe kwenye YouTube channel ya kwetu baby. Alafu huyu ni Mafi, Mafi, Muscular. Well, you know what? Yeah, this is it.